hakuna kura ili ya kura zote zimetumika ili votakiki. Ndugu yetu Shoka Habadi amepata kura nane. Ndugu yetu Juma Shabani amepata kura kubwa kama ni katibu wa baraza la wazee na kwasablea mwenyekiti alikuwa bado, kutokana nilisimama kama mwenyekiti kwa baraza la wazee sasa. Kwa kusema na kwa idhini ya kamati ya siasa ya mkoa, na mtangaza rasmi ndugu Juma Shaban, ndugu mwenyekiti wa baraza la wazee wa Chama cha Mapinduzi.

Kazi na utu, tunasonga mbele mbele ni wakatibu wenzetu na wapiga kura wetu, doneo mbele bai na mabadiliko. Tunachosimamia hapa ni utaratibu tu wa vipi mtu wapatikane kezo